Nafikiri umetoa msimamo tayari kwa hiyo, kwa hiyo sasa hivi baki tu hivyo hivyo kwamba hakuna mtu anayemdai mwenzake kwa okay, ukiwalisia. Lakini jambo hilo lilikuwepo awali, kama kama msimamo wa klabu ulivyotoka, moja kwa sasa hivi tubaki hivyo hivyo kwamba hakuna anayedaiana na mwenzake. Kwa nini sasa, mbona <coughs> nafikiri. Eh? mbona <coughs> mbona kama kauli yako ina ukakasi hivi? Hamna ukakasi wote, ni kwamba kwa sasa hivi klabu na, na Azizi Andabwile hakuna hakuna madai yoyote zaidi ya klabu ndo namdai Azizi aendelee kuitumikia toa huduma kama alivyo saini. Kwa hiyo ni hivyo tu kiuhalisia. Okay, Yanga wameshamlipa mchezaji e, e, mpaka sasa hivi navyokwambia kama alivyokwambia kuna madai yoyote. Kwa hiyo maana tayari azizi alishalipo lakini awali kulikuwa na taarifa za nyinyi kuwasilisha malalamiko yenu kwa, kwa hiyo, nafikiri kwa sasa hivi kwamba amelipwa lini au amelipwa wapi au nini au sidhani kama na umuhimu kwa sasa hivi, lakini kwa awali baki tu hivi, kuna madai yoyote, nafikiri itakuwa ni sahihi. Lakini awali kulikuwa na, kulikuwa na shtaka kwenye TFF, wewe kama msimamizi wake Hilo namba siizungumzie kwa sababu hakuna madai yoyote kwa hata shtaka halipo. Kwa hiyo, kwa hiyo inabidi ibaki tu hivyo, hakuna madai yoyote. Umenukuliwa na mmoja wa chombo cha habari ukieleza kwamba ni kweli shtaka lipo. No. Ulinukuliwa na mmoja wa chombo cha habari. Mhm. Mm u... na, na baada ya kunukuliwa si, ikatoka hiyo kauli kwamba hakuna madai yoyote. Kwa hiyo, kwa sasa hivi hakuna madai yoyote. Ama una, un, una hofu kile ambacho kinazungumzwa kwamba huenda eh, hautambuliki kwenye usimamizi wa huyu mchezaji hapana, hapana, mimi natambulika, natambulika, natambulika na, na FIFA vizuri tokea 2023. Na kama unakumbuka kwa 2023 ndio nilikuwa Tanzania pekee eh, kufaulu FIFA ah, kwa kiwa nalipia leseni ehe, nalipia leseni kila mwaka ah. karibia dola mia sita kila mwaka nalipia FIFA. na na na na kama FIFA inanitambua, na TFF na kama FIFA TFF TFF vilabu pia inanitambua na vilabu inapaswa kunitambua. Kwa hiyo kiuhalisia, wewe umekamilika? Ah, mimi nimekamilika mkuu, mimi mm. Naomba mkuu wakiti, nimekamilika tena kwa upande zote mbili kwa upande kama wawakili ndio kwenye maswala ya michezo na pia nimekamilika kama wakala wa wachezaji ambayo inatambulika na FIFA. Okay. Kwa hiyo haya kila mwaka anaendelea kulipia leseni na pia kufanyia kufanyia kusomea na yale mafunzo ambayo FIFA yanatoa kila mwaka kwa ajili ya mawakala. Kwa hiyo nakivi vigezo vyote kuendelea kusimamia wachezaji na Watanzania wafahamu kwamba wewe ndio ambaye unamsimamia hu mchezaji Azizi Andabwile n mimi ndio mchezaji Azizi. Okay. Lakini kana kwamba kama kuna hofu kwetu sisi, hasa tunazungumza haya mara nyingi kwamba tunazungumza hili no. E, kana kwamba kumtetea kumtetea mchezaji, lakini mwisho wa siku kama tunageukwa hivi, we, hili jambo huenda kwamba lina ukakasi ndani yake, unaweza ukalizungumziaje? Uh, kwa sasa hivi kwa sababu mchezaji bado yuko kwenye klabu na anam, na ana uh, mkataba na klabu. Kwa hiyo ni vyema tukamwacha mchezaji aendelee kuitumia kwa kama mkataba anavyosema mchezaji hana madai yoyote. Basi ni hivyo, ndo ilivyo hali mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kiwalisia, wewe kama msimamizi wa mchezaji unayetambulika na FIFA na CAF na TFF, kwa sasa hakuna madai nyo, yoyote yani kuanzia leo hakuna madai yoyote baina ya mchezaji Azizi Andabwile pamoja na a klabu yake ya Yanga. Zaidi ya Yanga inamdai Azizi kuendelea kutoa huduma kama um, sababu upande mmoja lishatimiza wajibu wa wake basi, na Azizi naye anaendelea kutimiza wajibu wake. Ok, na unadhani aha, hizi chokochoko mara nyingi, eh, wachezaji wa kizawa, yani kwenye kulipwa sla kizawa, kumekuwa na changamoto, unadhani ni nini shida hilo? Uh, uh, swali ni gumu. Shida siwezi kujua kwa sababu siko upande wa klabu ndio lakini kama hipo hiyo changamoto ni klabu ambao ndo ningeweza kujibia vizuri. E, yaani wasimam... kwa upande wa kwa wewe, kama msimamizi, kwa sababu usio nakumbana na kesi kama hizi, si huenda si, si, hii si ya kwanza um, mara nyingi inakuwa labda ni utaratibu wa klabu au au, au au ni planning ya klabu yenyewe, kama inawezekana, kama ina mpango imeweka priority za baadhi ya wachezaji au vipi? Ingawa e, mimi sijui kama ipo hiyo mm kama alivyokuambia, kwa upande wangu ni ngumu kuisemea klabu, lakini changamoto, nafasi nzuri kuizungumzia changamoto, anatokeaga sawa. Na mchezaji Aziz amesaini kandarasi ya miaka mitatu kuhudumu kwenye klabu ya Young Africans mkata... okay. Na mkataba wake lisahili kulipo kwa awamu uh, naomba hilo nijaribu ana nikaongea kila kitu kwenye mkataba kwa sababu ni isu personal kidogo mm. kwa hiyo hiyo ningepata ridhaa ya mchezaji ingekuwa mm. vizuri. oh. Na, okay. lakini na... kitu ambacho kipo sahihi ni kwamba mchezaji na mkataba na klabu, na kwa sasa hivi hakuna madai yoyote ambayo madai Okay. Sawa, unaonekana kwamba ni miongoni pia mwa mawakala wazuri zaidi. Mbali na Azizi Andabwile, ni wachezaji gani ambao pia wako chini yako? Kuna Beno. Okay. Na wengine kidogo bado agent ya machua. Ndio. Wakisha kisha machua, machua vizuri watatambulishwa tu. Naam, okay. Sawa, na lipi nanenowako kwa Watanzania kuhusiana na hili ambalo limezungumzwa na limekuwa na mjadala mzito? Nini ungependa kuambia Watanzania mi? Um, nafikiri cha muhimu hivi kwa kwa sasa hivi, um, kwa sababu kauli ilishatoka hakuna madai yoyote, na pia nadhibitisha hilo hakuna madai yoyote hivi kwa, kwa hiyo mchezaji aendelee kutoa huduma mengine aadya haa sawa. Nikushukuru sana, nikushukuru sana, nashukuru. Aan, usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.